Exclusive na Timzo na leo tunakwenda kuangazia kwenye kabumbu, Azam FC timu za vijana e, chini ya umri wa miaka ishirini wametwa kombe katika uwanja wa Azam Complex. Pongezi zote ziwaendee wachezaji, lakini pamoja na kocha ambaye alisimama usi mwingine, ni Kasim Liogope a, leo tunakwenda kukutana naye. Mambo yalikuwaje? Je, unajua historia yake? Alianzia wapi? maisha ni kupanda na kushuka Kochi, naam. Kwanza hongera sana. Asante ha, haikuwa kazi rahisi eh? Yeah, yeah, so rahisi mm, tutakuja kuliangalia hilo uko uh, mbeleni. Em, tueleza ilikuwaje, maana by professional Liogope yeye ni mwandishi. Ikawaje ukatoka kwenye uandishi mpaka kuja kuwa kocha ambaye hui, na kuwa kocha wa mafanikio uh, yeah. uh, of course kama ulivyosema Uh, kitaaluma ndo kitu ambacho nimesomea, uh, uh, uh, journalism uh, lakini wakati nasoma shule sekondari tulikuwa uh, tunacheza. Sasa wakati tunacheza tulicheza kwenye ushindani. Bahati nzuri, shule ambayo nimesoma mimi ilikuwa ni shule ya vipaji, nilisoma Jitegemea. uh, kulikuwa kuna wanafunzi ambao walikuwa wanapata scholarship so wachezaji ambao walikuwa wanakuja wenye vipaji, lakini mimi sikuenda kama kwenye scholarship, mimi nilikwenda kama mwanafunzi, nilipewa ada, nilikuwa nasoma, lakini wakati wa kusoma pia tulikuwa tunacheza, kwa hiyo kwenye uh, timu ya darasa kuongoza timu zetu za vidato na huko. Kwa hiyo baadaye, baada ya kumaliza nikaendelea na chuo uh, lakini pia wakati chuo naendelea pia nikawa pia kocha wa chuo. Kwa hiyo sasa taaluma ambayo nilisomea nilisomea bai, kwa hiyo Nikawa naendeleza, naendeleza vyote, vyote. Yeah. Wakati ukiwa mwandishi ulibezi sana kwenye michezo ama ulibezi kwenye hard news kwa maana ya habari hizi za kisiasa, kijamii? No, mimi kwangu ilikuwa sport. Kwa hiyo mwalimu akitoa assignment hata kama watu watafanya hard news, mimi nitafanya sport. Unapiga sport. Yeah, kwa hiyo ilikuwa pale kama unamsukuma mlevi. Ya, yeah, huko ndo ndo kwangu, na nilikuwa nafanya vizuri sana kwa sababu nilikuwa nafanya kitu ambacho nakipenda. Ya. Yeah. Safari yako ikatoka hapo, lakini wakati ukifanya hivyo ulikuwa una support yoyote? Yeah, of course, nilikuwa napata support kubwa kwanza. Mm. Kwa familia yenyewe pia iliridhia, ilikuwa na support, lakini pia uh, unajua baadaye ikaleta mkanganyiko, yani kwa maana kwamba katika hizi familia, yani kwamba wazazi wanainvesti kwa kijana kwa maana afuate ile misingi ya elimu atoke shuleni Amalize primary advance, aende orevo advance, baada hapo aende chuo. Kwa hiyo uh, mambo ya michezo michezo haya yakawa tunafanya, lakini yakawa sio pia kipaumbele. Kwa hiyo wenyewe wazazi uh, walinisukuma sana niendelee sana ilim. kwenye elimu mm. na, yes, na mimi ndo nilikuwa mtoto wa kiume wa kwanza, kwa hiyo familia iliamini kwenye hiko na nashukuru wenyewe pia walinisupport lakini pia mimi nilikuwa napenda sana michezo, kwa hiyo baadaye sasa nikawa na njia ambazo naenda okay, wakaona okay. Inabidi uchague sehemu moja kwamba, kwa maana kwamba nikapewa option. Baada ya kumaliza shule, wakati nikiwa chuo nikaanza a kufundisha timu za mitaani, lakini za, za, za, za chuoni. Nikaendelea hizi ni professional mbili tofauti, kwa hiyo lazima uangalie namna gani kuweza kwenda kweli. Nashukuru nilifanya kuna kipindi nikasema ok. Uh, nahitaji ni, ni stop moja ni mfanyo moja, kwahiyo nichagua moja ambayo kuwa mwalimu, kwahiyo <laughs> na bahati nzuri chuo nilianza elfu mbili na kumi na mbili na kozi yangu ya awali kabisa mimi ilianza elfu mbili na kumi na mbili ambayo tulifanya pale Abbas Club, Kurasini, uh, iliendeshwa na TFF nikiwa mdogo sana, nikiwa kama yani hata miaka ishirini kwa sijafika, kwahiyo ndo nilikuwa mwanafunzi mdogo, na bahati nzuri wakati ule tunasoma kaka zetu kina Sajigwa kina Zuberi, wao wenyewe pia ndio bado wanacheza, wanakaribia kwenda kustaff. Kwa hiyo walikuwa wananipa sana support sana, na mahusiano yangu na wao wenyewe walinisukuma sana, kina Steven nyenge, hadi huko ambako nikafika, tukakutana kwenye kozi tofauti. Basi nikaendelea nikawa nafanya kozi, nikafanya intermediate, nikitoka intermediate nikapata kufanya sasa kwenye timu za mitaani. Nilianza na timu ya nyumbani kwa sababu Uh, muda mwingi nilikopo chuo na shule. Kwa hiyo nikasema kwamba okay, kuna muda na mimi nirudi nyumbani niweze kusupport. Kwa hiyo wakati nikirudi nikawa nafundisha timu yangu mtaani ambayo ilikuwa inaitwa National Charambe takriban miaka miwili. Mbagala hiyo? Mbagala yes. Nikaipa mafanikio. Baada ya hapo nikawa tena na timu yangu ambayo ilikuwa inashiriki ligi daraja la nne ambayo inaitwa Lalo FC. Yaani ni kama ni timu ya mtaani ambayo yenyewe pia imesajiliwa. Tukacheza ligi. Baada ya hapo sasa nikarudi chuo nikawa naendelea na masomo, nikawa bize sana. Kwa hiyo elfu mbili na kumi na tano nikajiunga na kituo cha michezo cha Jakaa Mchpark ambako almaarufu kama Sunderland. Uh, tulikutana nao kwenye uh, program fulani za grassroots. Nilikuwa nafanya uh, grassroots soka kwenye upande wa, nilikuwa ni instructor katika health education, kutoa elimu ya michezo kupitia magonjwa. Kwa hiyo walikuwa wanahitajika watu ambao wenye, wenye skills wenye tekniki nzuri waweze kufundishwa kweli. Basi nikabahatika kwenda kusoma nikafanya vizuri kwenye masomo, kwa hiyo nikapata sasa kwenda kufanya masomo ya juu ya master coach ya kuendesha miradi ya vijana wadogo. Kwa hiyo huko ndio nikaingia sasa kwenye ile professionalism, na bahati nzuri nikawa nimemaliza chuo 2015, kwa hiyo wakati nimemaliza chuo, wakati nikiwa chuo ndio nikawa nafanya kazi za za uandishi, fanya kazi cfm wai kwa kufanyaga bingwa nikafanya kazi kwenye media tofauti tofauti, lakini sasa, at the end of the day, nikawa tayari 2015 nimeingia kwenye ajira rasmi nimeajiriwa. Kwa hiyo hapo sasa ndiyo, nikaona namna kuona kuchagua moja baada ya nyingine. Kwa hiyo kwenye kuchagua pia kidogo ilikuwa kasi, inye, na ukakasi, kwa sababu familia yenyewe walikuwa naamini sana niendelee kusoma niendelee kufanya kazi ya ile ile taaluma yangu ya mwanzoni, kwa lakini mimi niliamini ni niki, huko niki kwenye mpira huenda nikafanya vizuri, lakini nashukuru mama yangu mzazi alinielewa sana. Of course alikanongea na mzee, baadaye mzee akanielewa akanipa moyo, baba yangu na mama yangu na familia yangu. Basi mwisho wa siku nikapata baraka, ndio mafanikio yakaanza kuja. Wazee wenyewe bado wapo? Baba bado na mama ya wako hai? Yes. Wanalichukuliaje kwa sasa? Kwanza wao ndo mashabiki wangu, of course mama yangu Uh, mwanzoni alikuwa anasikia kitu ambacho anachokifanya lakini elfu mbili na ishirini na tatu baada ya sasa ya kupata ofa kwenda Dodoma Jiji kama kocha. Kwahiyo, pale nilikuwa natoka kwenye akademi kwahiyo nilikuwa nafundisha under 16 na nilikuwa bingwa wa mkoa. Kwahiyo mwalimu Mels Medo alipendekeza jina langu kwamba niende nikafanya naye kazi. Kwahiyo wale wakaniangalia, wala wakaniangalia CV yangu, of course wakasema CV nzuri, lakini nilikuwa sina experience kubwa ya kufundisha timu za ligi kuu, na hata nikawa sijabahatika kufundisha hata timu za daraja la kwanza. Nilikuwa nimefanya sana kwenye academy kufundisha, uh, age tofauti tofauti. Kwa hiyo kwenda, oh, naambia kama umepata nafasi na umekubali na kama mwalimu amekupendekeza na anakujua, akanipa baraka, baraka, mimi nikaenda, nikaenda kufanya kazi kwao, na pia nimshukuru mwalimu wangu Melis Medo kwa kiukweli kwamba ilikuwa ngumu uh, ku, ku, kumwamini kijana, yaani yeye aliamini kwenye uwezo wangu, kwa hiyo aliamini experience ndana kuipata, lakini ukiachilia hivyo hata viongozi wa Dodoma Jiji kwamba mi siwezi kwa, kwa sahau wao wenyewe pia ndo wamenitambulisha katika soka la ushindani, kitendo cha kumpokea mwalimu, kuisaidia timu, kuinusuru timu ilikuwa katika nafasi ya kumi na sita. Kwa hiyo mimi nakwenda kwa ajili ya kuisaidia timu, lakini mwisho wa siku kile ambacho walichoniamini nacho sikuwaangusha, tulijaribu kupush timu tukaakikisha timu inabaki katika uh, ligi katika nafasi ya saba, kutoka katika nafasi kumi na sita na zaidi ya michezo takriban michezo kama kumi na mbili ya raundi ya kwanza imemalizika. Tulikuta michezo kama mitatu ya michezo ya raundi ya kwanza, baada ya hapo tukacheza michezo ya raundi ya pili. Tofauti gani kati ya kufundisha timu za kama hizo za academy na timu ya ligi kuu? Ni, ni tofauti gani ambayo uliona uh, huko? Tofauti kwa sababu kwenye academy kuna ugumu kwanza unapata muda mwingi kuwa na wachezaji kwenye akademi yes, kwa sababu uh, ni development kuwaandaa wachezaji kuwaendeleza wachezaji, lakini pia ku identify hizo talent kuona namna gani, kuna nyingine kuzimaintain, lakini wengine sasa kuwajenga kwa ajili ya baadaye kwa wachezaji. Kwa hiyo unahitaji mwalimu uwe na muda sana kwenye akademi, kwa sababu unataka muda mwingi usome uh, uwaone, uwajue wachezaji wako, uwe nao karibu una, una, una, una tenga muda mwingi sana na muda mwingi unatakiwa active sana. Kwa hiyo huku ni kuna ugumu. Kule kwenye ligi kuu uh, ugumu upo kwa sababu is uh, muda mwingi, yani mnacheza kwenye ushindani. mm -hmm, watu wanaangalia sana result, kwa hiyo na hakuna muda mwingi wa maandalizi, kwa hiyo mnaweza mkacheza kwa wiki mechi mbili, kwa hiyo mnaandaa mechi siku moja, mnaweza pia mkasafiri, kwa hiyo uh, hakuna muda wa kufanya preparation. Yes, muda mdogo wakati wa pre-season, kwa hiyo kama mkufanya vizuri maandalizi wakati wa preseason, mara nyingi, hata timu nyingi ambao unaona zifanye vizuri huenda zilikosa muda wa maandalizi, kwa hiyo huo ndo tofauti wake mkubwa. Lakini huko kwenye youth uh, una enjoy kwa sababu unakitengeneza, una kitu pressure. unakitengeneza kitu uh, from the beginning alafu then unakiona matokeo yake, kwa hiyo kama mwalimu unaona matokeo Uh, moja kwa moja kama ambavyo umetueleza hapo awali kwamba ulikuwa na wakina eh, Sajigwa ambao walikuwa na kuinspire na kukupa eh, support eh, ukatuambia kuna wakina Zuberi Katwila. Kwa hivi sasa mahusiano bado yako, bado mnaendelea kuwasiliana? Yeah, mimi bado na mahusiano nao mazuri na hata hmm. na wakati nasogea tulikuwa kati wa wakina Zuberi wakiwa uh, Yefu yeah, tunakutana kabla ya mechi kwenye, uh, kwenye press conference, baada tunaongea na nipa moyo mm -hmm. Shedraki, lakini uh, kuna watu nilikutana nao kwenye intake ya, ya intermediate uh, wakati nasoma diploma B uh, wenyewe walinisukuma sana kina Suleiman Matola yeah, yes, lakini mtu ambaye alinipa moyo sana sana sana sana akaniambia mdogo wangu mm -hmm. kwa sasa enough toka kwenye academy nenda kwenye soka la ushindani, Saidi Maulidi uh, SMG yes, uh, kwa sababu tunakaa pamoja Mbagala, wakati wa kozi tunakwenda wote, alikuwa anichukua kwenye gari yake tunakwenda, akitoka mazoezini yangu akati mi nafanya kazi JMPAK. Ni mtu ambaye alikuwa ananipa sana moyo, na ukiangalia yeye amecheza kwenye levo za juu, akanambia mdogo wangu hmm. unaweza wewe ukawa ujacheza levo ya juu lakini yeah. kwenye uh, football, ya ukochi, mimi nakuona mbali sana. Steven Nyenge is my brother, mda mwingi niko naye sana karibu mm. nawasiliana naye mara kwa mara, yeye amecheza kwenye levo ya juu kwao ni watu ambao nimekutana nao madarasani, wananipa sana moyo kwamba unaweza ukiendelea utafika mbali. Kwa hiyo hata haya mafanikio ambao nimeyapata, wenyewe nao pia uh, wako nyuma, walikuwa wananisukuma sana sana sana. Kwa hiyo sio mjua. Kassim Liogope, um, kwa upande wako wewe ni kozi gani kwa sasa level ulionayo ya ukocha? Mimi uh, sasa hivi ninafanya diploma A, ya CAF ya CAF ya ipo progression kwenye uh, module ya tatu. Kwahiyo tulianza uh, mwaka jana na tunaendelea course ya mwaka mzima, kwahiyo uh, ni CAF diploma A, ni course nzuri, na pia nimepata fursa kukutana na mwalimu wangu pia, haya mafanikio ambayo pia nayapata uh, kwa kuwa mimi sasahivi pia ni mwanafunzi, nafanya kazi lakini pia nasoma, kwahiyo okay. na vitu vingi ambavyo najifunza darasani ambavyo anifundisha mkufunzi wangu uh, Oscar Milambo na ndio mkurugenzi wa ufundi wa shirikisho la soka Tanzania. Yes, mkufunzi wetu hizo. Yes, yes. Yes, na, hmm. Na pia hata haya mafanikio ambayo nayapata, kwa sababu kila baada ya miezi mitatu tunarudi darasani, napata vitu vipya narudi. Kwa hiyo hata hapa sasa hivi nimemaliza ligi B, wiki ijayo narudi tena darasani kwa hiyo ni jambo zuri, lakini pia tunapata ja refresher TFF, wanaandaa uh, kozi za mara kwa mara za refresher, zile zinatusaidia, football imebadilika, yeah. kwa hiyo na modern football mm -hmm. inahitaji mara kwa mara ujibrush, ujibrush. Kwa hiyo ni kitu kizuri, kwa hiyo nikiona pia ninao walimu wangu ambao wengine ambao nimefanya nao kazi baraza, tunawasiliana, namuuliza, ananielekeza vitu, lakini uh, napata msaada mkubwa sana kutoka kwa menta wangu uh, mwalimu Mels Medo hmm. Uh, ni, ni, uh, ana mchango mkubwa sana kwenye haya mafanikio yangu, lakini pia napata sapoti pia kutoka kwa mwalimu wangu uh, Yusuf Dabo ambaye wakati nakuja nilifanya naye kazi uh, wakati nikiwa Dodoma yeye akiwa huku tulikuwa tunakutana then baada ya kuja huku kanipa ushirikiano ali ameondoka na bado pia ni tunaendelea kuwasiliana. Kwa hiyo uh, lakini pia hapa Azam napata ushirikiano mkubwa sana sana kutoka kwa head coach wangu wa timu kubwa uh, mwalimu Rashid Tausi amekuwa akinipa sana moyo, na amekuwa na support mechi zetu za kirafiki, lakini hata katika mechi za mashindano amekuwa anakuja kila siku uh, wakati wa mazoezi, siku moja kabla ya mazoezi, anakaa mazoezini, ana observe kitu ambacho nachokifanya, then anaku, anakuelekeza, na siku ya mechi tunakutana kwenye kikao na, na muda wa mechi anakuepa uwanjani, anaangalia mda wote oh, kwa hiyo mimi kama kocha inanipa moyo sana sana sana. Yusuf Dabo, yaweza ikawa ndo mmoja ya watu ambao walikupigia chapuo kuingia ndani ya Azam FC? Maana kila kitu kina sababu yake nafikiri, uh, performance yangu ya sizon iliyopita. Kwa hiyo ukiona management inataka uh, ufanya kazi nao inamaana um, recommendation pia kutoka kwenye technical side. Yes, yeye alikuwa head coach na mimi nakwenda kufanya kazi katika timu za vijana mm, kwa maana kuwa kama head coach kwa timu zote. Kwa hiyo hata na yeye ana, ana, ana, ana mchango wake kwa kuja kwangu mimi. Kwa hiyo hata nilipokuja alionyesha ushirikiano wa kutosha sana sana sana. Ilikuchukua sana, yeah, muda gani kufikiria baada ya kukwambia uongozi kama ulivyosema unakuhitaji kujaza Azam FC? Mwaka kwanza, cha kwanza nilipata hiyo fursa, nilikuwa na ofa timu zaidi ya tatu za ligi kuu. Uh, bahati nzuri mwalimu wangu niliachana naye alivyenda Dubai, wakati anaondoka. Mwalimu nani sasa huyo? Mwalimu Smed. Ndio. Akatamani tuondoke wote, lakini wakati ule kabidi nibaki na timu. Uh, waliniomba niendelee ni nao, nikaendelea nao Dodoma. Then alivyoondoka akapata timu nyingine. Akaniambia season imeisha natamani uh, mwanangu nifanye kazi na wewe pia pamoja. So wakati huo na huku pia nimepata ofa nyingine, kwa hiyo baada ya kupata nikaomba ushauri kwa watu. Of course uh, zaidi ya asilimia hamsini um, hadi sitini watu wengi wakawa nanaambia kwamba niendelee kufikiria kwamba kwa, kwa sababu nilikuwa kwenye ligi kuu, hebu niendelee tena kufikiria kurudi katika ligi kuu. Kwa hiyo lakini baadhi ya watu wachache, lakini kitu kikubwa ambacho kimenivutia kidhati kabisa project ya Azam ya youth kwangu mimi naona iko serious sana. Kwa hiyo moja kwa moja, uh, nikavutiwa nayo. Kwa hiyo mimi nikafanya maamuzi, lakini kama ningeamua kusikiliza ushauri wa watu wengi nisingeweza kufanya maamuzi kukubali kuja kwenye youth. Mwingine anakuambia, ni mtu wa karibu, ushatoka uh, kwenye youth, umeafanya zaidi ya miaka saba kwa hiyo ushasogea wao unarudi nyuma, lakini nikasema Azam ni timu kubwa, au maslahi bwana? Maana kuacha timu za ligi kuu, eh kuna makocha eh, Kassim wanatamani kwenda kwenye timu za ligi kuu na hawapati hata ligi daraja la kwanza hawapati. Lakini wewe umekuwa na ofa nyingi bwana, umeisema mwenyewe. Kwa sababu so, nilikuwa nikuulize kwamba kuna ofa, kwa sababu mimi si tunasikia, bwana, mwandishi ndio kazi yangu, lakini bwana, hatimaye tunasikia mbwa umemwagika ndani ya Azam FC tena, yeah, timu za vijana ya yeah, of course. Uh, kitu kimoja maslahi sawa, ni kila mtu anaangalia maslahi, lakini manono, eh? Yes ukiachia okay, maslahi pia uh, mimi nafikiri kitu kikubwa ambacho kimenishawishi ni project yao maana hmm. Ya ya wengi ambao mpitia Azam FC unasikia wanapongeza. Leo tumepata fursa ya kuongea na wewe Kassim. tuambie hawa Azam wamewekeza nini hasa ambacho mtu anaweza akajivunia. Tunaona hata watu wakitoka huko nje, hata TFF wakituambia twende sehemu ambayo kuna watu wa academy wanaletwa hapa hmm. Kwanza, uh, is, ni, ni, ni, ni taasisi ambayo ina structure nzuri hasa kwenye management hmm. Kila mtu ana play part yake nyinyi watu wa tekniko mnafanya kazi yenu bila bugza na bila presha. Kwa hiyo wanaamini sana kwenye uweledi mm. na wanasikiliza uh, wataalamu wanataka nini, na ndo maana unaona kwa kipindi kifupi ambako mimi nimekuja uh, na mwaka mmoja na tayari kuna ishara za mafanikio ambayo yanaanza kuonekana, of course kwenye level ya youth kwa Azam, is number 1 kwa the way walivyoinvesti uh, wana namba kubwa ya wachezaji ambao wamewazalisha. Leo ukienda kwenye timu za daraja la kwanza, timu za ligi kuu, kuna wachezaji wawili hadi watatu. Mimi mwenyewe timu yangu nimetoka, nilikuwa na wachezaji wanne ambao wametoka Azam, walikuwa wakina Popita, wakina Ediki Pagwire, wakina Salim Nijoza, wenyewe nao pia wamezalishwa hapa. Kwa hiyo kwangu mimi kwenye timu ya ligi kuu, yeah, kwa maana ya Dodoma, lakini pia ukiangalia timu nyingine nyingi, wako vijana ambao wengi wamezalishwa. Kwa hiyo hata mimi kama mwalimu nilikuwa naona kwamba na kitu cha kufanya kwa sababu nakwenda sehemu ambako ni sehemu ambako ni sehemu sahihi wana, wana, wanafanya vizuri. Kwa hiyo nikachukua nafasi nimekuja. Of course, uh, ilikuwa ni muda mrefu hatukuchukua ubingwa yeah, wa timu za vijana, za vijana sio kwenye kombe la under 20, under 17 wamekuwa wanafanya vizuri. Kwa hiyo kikubwa, nilijaribu tu kucontrol your pressure, kuona kwamba changamoto zilikuwa nini lakini pia hata watangulizi wenzangu walimu ambao walitangulia mm -hmm, wenyewe walifanya kazi yao kwao. Mimi nimekuja kuchukua pokea pale, kupokea walipoishia. Mwisho wa siku tumefanikiwa kupata ubingwa wetu uh, katika msimu huu ni jambo kubwa la kushukuru Mwenyezi Mungu, lakini niwashukuru sana wachezaji pamoja na management kwa support, lakini pia wafanyakazi wote kwa mshikamano ambao wameonyesha. napata sana support. Hongera sana nam. Juni 29 na katika dimba la Azam Complex, fainali ilipigwa hapa, timu za vijana za ligi kuu chini ya umri wa miaka na 20 na Fountain Gate na Azam FC. Baada ya miaka mingi, mingi kupita bila kuwa na kombe, hatimaye Kassim Liogope akawaletea ushindi. Emtuambie furaha ilikuwaje maana tuanze na viongozi kwanza, maana jua walikuwa wanakupa presha sana yani, si wao labda kukupa presha wao, yani wewe ulikuwa unawaza hivi itakuwaje safari hii? yeah, of course wakati nakuja sikuiona hiyo pressure kubwa mm -hmm. lakini wakati tunaanza tunaendelea na pressure ilikuwa ni kwenye campus kwamba ilikuwa shauku ya kila mtu, lakini mimi niwapongeze viongozi ni ni wa Azam ni yani, waredi sana yani, watulivu, watulivu, yani, wao pressure. Walibaki kwenye malengo coach: sisi tupo kwenye youth, lengo letu kufanya development, kwa hiyo stick kwenye development, matokeo mazuri ya kija yawe sema alhamdulillah, lakini wewe inabidi stick kwenye development, lakini vyote nilikuwa navichukua vichukua, kwa hiyo wale ambao walikuwa wanahitaji tupate makombe, of course. Kwa hiyo baada sasa kuiandaa team ikawa naleta tija, kwa hiyo kaona kila mtu anasema yes, kila ambao walikuwa wanamuona walikuwa wanasema yes, huu mwaka tunachukua, na kweli kwa sababu aina maandalizi ukiangalia spirit ya wachezaji tulikuwa kuna muda tumetreni, tunacheza na timu uh, za akademi za hapa mjini na timu za anda 20 tunajikuta tunashinda goli nane goli saba goli tisa, lakini pia tukakaa na management nikasema okay, nahitaji nipate mechi za kirafiki na timu za daraja la kwanza mm, lakini pia na za timu za ligi kuu. Kweli nikafanikiwa kabla kwenda kwenye hatua ya nane bora nikacheza na Transcamp, bahati nzuri nikabahatika kushinda ushindi wa goli tano. Nikacheza na Tanesco ambao wenyewe pia wamepanda kwenda daraja la kwanza zaidi ya mara mbili, nikapata matokeo. Kwa sababu wenyewe wanatoka Temeke ilikuwa rahisi kuja, nimecheza na timu tofauti tofauti, lakini nikapata, niomba nipate mechi ya kirafiki na KMC of course. Kwa muda ule mazingira yalikuwa magumu, lakini viongozi wakaona namna gani naweza kupata mechi, tukapata mechi, tukacheza tukaipima timu yetu. Baada ya hapo, nikasema test zote ambazo nilikuwa nazihitaji nimezipata nilikuwa nahitaji timu za ligi daraja la kwanza, kwa sababu wengi wanacheza pa yes. Na kwenye mashindano nilisoma baadhi ya timu ambazo zimefuzu kama Ken Goldie, ni timu ambayo inacheza sana pa mm. Na kwa bahati mbaya au bahati nzuri, mechi yetu ya kwanza mm. tukakutana nao, kwa hiyo nilishajua namna gani naweza kukabiliana nao, kwa sababu yeye pia ndo aliongoza kwenye kundi ambao limepita, lakini nilikuwa nahitaji kucheza na timu kama KMC, ni timu ambayo inacheza mpira, itatupa ushindani vijana watakutana tofauti tesa tofauti tofauti, kwa sababu waona Kagera ni timu ambayo inacheza anacheza sana mpira ambao wa chini, wanacheza mpira wa kasi, lakini pia Fountain Gate asilimia kubwa wachezaji wao wengi wanatumika katika timu yao ya senior team, lakini pia hata Kagera, hata mechi yetu tulicheza nao nusu finali, zaidi ya asilimia 40 ya wachezaji wengi wanacheza timu kubwa wanapata nafasi. Kwa hiyo kwangu mimi ninao wachezaji ambao wana uwezo wa kuwa katika kikosi cha kwanza kwenye timu za daraja la kati lakini kwa, kwa level yetu sisi ni wapo, wana treni, wanapata muda kucheza mechi za kirafiki, wanapata muda mchache. Kwa hiyo nilikuwa natamani tupate uh, living ile ambayo inaweza kaja katoka kitu kweli, nafikiri nikafanikiwa mkatwa ubingwa. Yeah. Hongera sana, asante sana <laughs> na tumekuwa naye leo kwenye exclusive na timu simu mwingine, alikuwa ni kocha na ni mwandishi wa habari za michezo by professional, e, kwa sasa anasoma leseni A kwa maana ya Kafu, ili sasa aweze kusimama imara kama kocha mkuu, e, wa ligi kuu soka Tanzania bara ambapo tunaona makocha wengine, ambaye kubwa lilotuvutia hii leo kama ndio kwanza ulikuwa umejiunga nasi ni kutwaa ubingwa wa timu za vijana kwenye mashindano ya TFF kwa zile timu chini ya umri wa miaka ishirini, ambazo kaka eh, kaka zao tunasema zile sini ya timu wamekuwa wakishiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara, na ametudaavuia mengi. Umesikia historia yake, alitokea wapi mpaka kufika hii leo wana, hayo bwana, hayo ndio mambo ya Kassim Liogope na haya yote utayapata ndani ya exclusive na tim za Karugira Beautiful wakanyego, endelea kusalia hapo hapo.